Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, sitaki maswali. Na ukiendelea pia na kuniuliza hayo maswali, pia nawe nitakukuja kuupea dhabu. <laughs> <coughs> kumbe ni ukweli, kumbe ni <coughs> daktari. Ni nimesha kuelezea, nitamfanya mwenda wazimu mpaka siku yenye nitakuja kumfanya mpaka hiyo siku wangu, hiyo siku ya nini, yenye nimpa nimempa hiyo adhabu uweze kukamilika, niposa aache kufanya kazi yangu, ikuwe <coughs> mgumu. Leo nilikuambia vizuri, kubali, usaidie baa yako, alikataa maneno. Sasa awana maneno yakuwa anakataa nikuambia wewe au kwa nataka kubali. Sasa ndio hiyo, sasa ita mama yako akuja wane bra nini akuja wane mtoto wako mtoto wake ita mabee akuja wane mtoto wenu <laughs> <laughs> niko sawa. Unaona mtoto huyu hata si mtoto uu, ni doli

Bwana Emmanuel. Yes, daktari, ningependa tena saa hii kukurudishia nyumba yako mm. nitachoma hizi vitu mm. nitazibeba nitaenda kuzichoma mwenyewe yes, na nitatakasa hii nyumba niposa yes. uendapo kuitumia haitakuwa na madhara yoyote yes. Daktari, hizi vitu nitaweza kubeba hizi mapete nitaweza kuzibeba mm. saa hii zina nguvu sasa Saa hii hazina nguvu ukiona, hmm. nimeshazitoa yes. na nimebaki nazo jua hmm. kwamba hakuna nguvu tena juu yao. Hali hizi manyoya, daktari. Hali hizi manyoya nitaenda kuzichoma mwenyewe. Kumbuka hmm. kwamba nimekuambia usinifunze kazi yangu hmm. haja yako ni ukae hapa, mimi mwenyewe nikusaidie. Sawa daktari, nitaenda kuzichoma, chenye ningeomba nikutakasa kwanza nyumba yes. nilikuwa nimeshatakasa huko, kama nilivyokuambia tunatakasa yes. saa hii hapa sebuleni, na mambo yote yatakuwa sawa hii nyumba tutakuwa na nguvu ya gizaa na kitu yoyote mm. yenye itakudhuru ama nini ama nini. Unaweza enda utoke kwa hiyo nyumba yako ya mabati, ukuje hapa uishi hapa, mambo yote yataweza kuwa sawa. ni na nikuulize sasa, nimebaki na bibia Samson hapa. Yeye atakuwa tu hapa ama ya Samson juu kama saa hii ana maali pakuenda. Unaweza kaa na kuenda, mm. kana, yeye juu unajua walikuwa wanaishi hapa yes. na pia yeye inaonekana yeye hajawahi kufanyia kitu yoyote mbaya. yes. Ataanzia maisha yake hapa. mm. Akiweza kurukua sawa, kipesa nitamtengeneza, atakuja apate kazi yes. atapata pesa nataweza kuhama lakini, kwa sasa hii ningependa uishi na yeye kama ndugu yako yes. Umsaidie kwa lolote lile yes. mambo yake kwa muda usio mrefu yata kwama, siku zenye sio mingi na Samson ku... hawezi rudi hapa, hawezi rudi jua ya kwamba Samson. Mm. sasa hii kwenye wameenda wameenda, mm. wa kwa yule mkubwa wao mwenye amewaita na nitaweza kuwaonyesha mahali wameenda. Tutaenda kuwapata huko e, kuwapata huko mahali mm. Nitawapeleka, tutaenda kuwapata huko. Kwa hivyo wewe usijali, yeye hata rudi hapa, daktari. Huko ndio nitapata bibi yangu ama bibi yangu bado? Bibi yako wewe, usijali mm. Ulikumbuka kumbe, ulinipea kazi, nipea kazi, na ningependa kwanza usifanye kazi yangu pia iwe ngumu, wenye ulinipea kazi wewe, kuwa na imani, mambo yote yatakuwa sawa yes. na wenye nime, nimekurudishia nyumba mm, vivyo hivyo ndivyo nitakuja kukurudishia bibi yako, amen daktari pia na watoto wako, amen. Mtaishi kwa furaha mm, mtaishi kwa upendo, mtaishi kwa umoja, kwa usijali, amen daktari. Na wewe hiyo adabu yako, utajikuna zaidi na zaidi na zaidi, hata hiyo ni kidogo, utajikuna kabisa <coughs> ndipos ukaweze kuwachana ukaweze kuishiwa nini kutaka kubishana na nguvu zangu, ndiposa ukaweze kujua Mungu ni nani. anjib nasikia daktari, sababu leo leohii lazima sasa nisikie vizuri kiazi lakini, sa si sana kama sanaanizalewa kiazi lakini laki si sahii watoto wangu watalala kwa nyumba yao mali walitoka hapa, ndio walitoka kwa nawachia Samson ni nyumba, ili asiteseke, vile unaona, ndio niliwachia Samson ni nyumba, lakini umeona vile Samson ni Samson, amebievu, na mimi huku na huku, amenidanganya, amenifanyia nini, hadi bibi yake ameteseka ame, ame huku na huku na huku. Anyway, kwa saa hii naona daktari amenisaidia, amenirudishia nyumba yangu Anabacheni but... ningekuomba, mm. Uchukue hii kijiko uweke, yes. Ikiwa kuota yes. mara saba, mm. Kwa hii maji, mm. Na kuna hayo maneno ningependa urudie uyatamke, mm. Ukiweka, sijakupea ruhusa ya kuanza kuweka, yes. Ningependa kwanza ufuate masharti ndiposa yes. Ukaweze kusaidika uweka, yes, like kijiko zikiwa kuota kuota kuota yes. Mara saba ukisema, yes. Aje, naomba ya mm. hayo maji atakasike na hiyo chumvi Naomba haya maji yatakaswe kupitia kwa hii chumvi, yeah, mara saba, ukiweka kijiko kwota. Naomba haya maji yatakaswe kupitia kwa hii chumvi, yeah, mara saba fanya yeah. Mm, hivyo ndiposa tukaweze kutakasa hii nyumba naomba... Kumbuka kufuata masharti okay. Naomba haya maji itakazwe kupitia hii chumvi, umeweka mingi. Kumbuka kuweka kwota kwota nachota kuota, unaweka kuota, unaweka ukisema hayo maneno na uhesabu moja, naomba haya maji yatakaswe kupitia kwa hii chumvi. Pili, naomba haya maji yatakaswe kupitia kwa hii chumvi, hivyo hadi mara saba. naomba haya maji yatakazwe kupitia hii chumvi moja. naomba haya maji itakazwe kupitia hii chumvi mara pili. naomba hii maji itakazwe kupitia hii chumvi mara ya, ya tatu naomba haya maji itakazwe kupitia hii chumvi mara ya nne. Naomba haya maji itakazwe kupitia hii chumvi mara ya tano. Naomba haya maji itakazwe kupitia hii chumvi mara ya sita. Naomba haya maji itakazwe kupitia hii chumvi mara ya saba. Wekelea kwa meza chumvi, chukua kijiko ukoroge, ukiomba utakaso. Unaweza jiombea wewe mwenyewe pia. Naomba utakaso hiyo nyumba ikatakasike kupitia kwa hayo, kwa jina la Yesu niondoe nguvu za giza kilo kwa hii nyumba, kwa uwezo inaondoa kila kitu mashetani, nini, mashetani, kumbuka kwamba ku... mashetani zote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu pepo ishindwe, pepo za ushirati, tunafanya ni kutakasa nyumba na kuangamiza watu pepo za kumaliza watu nyota, koroga kabisa mpaka hiyo chumvi yenye ninayo iona, pepo za kudaisha watu mahali tunaomba. <laughs> Leo ziishe kwa jina la Yesu. Pepo za kuleta ufakara msichana wangu, naomba ishe katika jina la Yesu. Tunaenda kutakasa hii nyumba pepo are..., tuna, tuna, tuna, tuna za tunakuja kuiachia Emmanuel, itakuwa sawa za huko na huko, za vitu zenye zilikuwa hapo mbaya nimeweza kutoa na beba, nitaenda kuchoma mwenyewe saini kutakasa tu nyumba ndio akaweze akawezi kuwa sawa na akakuwe akaweze kuwa na furaha yake tena katika nyumba yake. Kwa hiyo daktari, mnatakasa nyumba na pia umpe kinga. Mnatakasa nyumba na pia nitaweza kumpa kinga yenye itamzuilia mambo yote ya kishetani, hata hayataimfanikia pia. Kama ni mtu atakuwa anajaribu kutaka kuiba nyota yake hmm, hatakuwa na uwezo. Kinga yenye nampea ni ya kumzuilia na mambo yote ya kishetani, okay. okay. sahii unawezaenda ukinyunyizia hmm. Uki- tunaweza tunaweza imba chorus ndio, hmm, tutakase nyumba nyumba. Tuimbie chorus moja tukitakaza, au unaenda tu ukitakasa, tukiimba ukichota, ukitakasa. Yes. Baba, nyosha mkono wako tena mema katikati yetu kati

Bwana Emmanuel kama uwezavyo kuona yes. Mambo yamekuwa sawa, amen daktari. Likia nyumba, uishi kwa amani, uishi kwa furaha. Mimi na watoto wanakuja tu kwa masiku, leo hii mingi, leo hii leo ama kesho, pengine usijali, usahi, nataka tukitoka hapa hmm, yes, tuweze kuwafuata kwa mkubwa wao kwenye wameenda yes, tuweze, tuende tuendelee na hizo mashughuli zingine, ndio niweze kurudishia bibi yako akili nimfurudishe akujue, akutambue, akwambie kwenye watoto wako na mtaweza kuishi kwa amani yes. So daktari, unampa sasa kinga? Nampa na sasa kinga Le, na kinga yenye nitampea itakuwa ni ya kumzuilia na mambo yote okay. Ningeomba kwanza upige magoti. Uh, sijui maji tunaweza tolewa, tupewe maji ingine safi Emmanuel, nenda kuwekewa kinga ya milele. Mm. Ndio hiyo sasa. Kinga ya kusaidia sana. Ndio hiyo sasa. Mwenye atakuja kuchukua nyota yako. Alafu kienda huko kwa nguvu yao, hawata tupiga kupatikia na hiyo nguvu zao. Kumbuka kwamba kinga yenye na kuwekea sasa hii hakuna mtu mwenye yote ataikaribia mm, maisha yako. Yes. Ati nini nini? Nyota yako hakuna mtu ataijaribu kuiba. Mm. Pia nitakuwa nimefunga mpaka na mali yako hakuna mtu mwenye ataicheza. Aina bibi yangu pia. Eh, nitakuwa nimekufanyia hayo yote. Yes. Pia kumbuka kwamba nitakuwa bado nimekumalizia na magonjwa, magonjwa zenye ni za kutumwa. Yes. Nini hizo zote nitakuwa nimekushughulikia nazo. Yes. Ningeomba ukunywe haya maji, na ukikunywa pia wewe unaweza jiongelelea kwa roho yako yes. Utakaswe na hayo maji. Kunywa hayo maji ukijiongelelea pia wewe mwenyewe. Hmm. Ukikunywa unasema, hmm, unaomba haya maji yakuzuilie na mambo yote ya dunia Naomba haya maji yanizulie mambo yote ya dunia. Mara saba. Naomba. Mkikuma mara moja unasema hivyo. Mara ya pili hivyo. Naomba haya maji yanizulie mambo yote ya dunia. Mara ya pili. Naomba haya maji yanizulie mambo yote ya shetani ya dunia. Naomba haya maji yanizulie mambo yote ya dunia. Mara ya Naomba hii maji nizulie mambo yote ya dunia. Mara ya tano. Naomba hii maji nizulie mambo yote ya dunia. Mara ya sita. Naomba hii maji nizulie mambo yote ya dunia. Mara ya saba na ya mwisho. Naomba hii maji nizulie mambo yote ya dunia. Chukua kinga yako, ishi maisha mema. Amen. Na utaiteseka tena Amen. Oh. Msichana wangu anjibi, nimeweza kumpa kinga. Hakuna mwenye atai cheza na maisha yake, hakuna mwenye atai jaribu kumuibia nyota yake. Magonjwa za kutumwa na za kujituma zote zitakuwa zimeshindwa katika familia yake mm. na saa hii mambo yake yatakuwa sawa. Asante mm. mm. sana daktari. Kwa hivyo daktari, umesema sasa hivi tunaenda mpaka kwenye wameenda kwa mkubwa wao ni kwa shirai tutaenda kuwapata hapo na tutaweza kudili na wao saa hiyo hiyo juu, tutakuwa ujue, nguvu za Samson hana tena juu nimeweza kuchukua nguvu zake zote. Sasa huko kwenye tunaenda amefanya kupelekwa hapo hmm, lakini ye mwenyewe hana nguvu tena sasa hivi yenye tutafika huko, pia msikue na wasiwasi, hakuna nguvu zenye zitaweza kupigana na zetu. tuko tu, sisi tunaamini Mungu aliye hai, mambo yote yatakuwa sawa. Amin, daktari So guys, mesikia vile tumeweza kusemewa hapa na Dr. Anne. Sasa sasa hivi tunataka tuongozane moja kwa moja kutupa mwelekeo hadi tuende hapo guys.